Bwana Yesu asifiwe. Neno linalotuongoza kwa mujibu wa mkutano huu wa Pasaka ni Isaya 45 mstari msali wa 22, nao unasema niangalieni mimi mkaokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili nisiyaseme maneno haya peke yangu, Naomba umwambie jirani yako wa kulia na wa kushoto ukisema, Mwangalie Mungu ukaokoke. Lakini subiri, kuna walio wayi uyaseme ukiwa unatabasamu, maana ni habari njema. Mwangalie Mungu uokolewe. Tatu twende, turudie, turudie kwa sababu ya mmoja mbaye akutabasamu naye niko naye hapa karibu. Tatu twende ao um... mshangirie Umu... Umu... Umu... Bwana kwa ajili ya neno. <coughs> Kumwangalia Mungu ili uokolewe ni pamoja na kuzishika amri za Mungu ili upone. Maana mahali pengine Yesu anasema mkizishika amri zangu za mtakula mema ya nini ya yeah. nchi maana kutofuata amri kumi za Mungu, kutofuata sheria, kutofuata utaratibu, matokeo yake ni maangamizi. Hebu rudia neno hilo maangamizi, maangamizi. Mungu akusaidie utoke kwenye mkutano huu na neno hilo, umwangalie Mungu wako ili upone, ili uokoke, ufuate sheria za shule, za nchi, za kanisa za dini ili upone kama kijana mwaminifu katika taifa letu. Bwana Yesu asifiwe sana. E, utoke Nangarau na hayo mawili matatu, usiishie kwenye mziki unaopigwa wauladusiishie. A -a, kwenye <laughs> e, kuna wakati tunaingia, kuna ambao walikuwa wameanza kusakata dimba e. <laughs> A -a, pamoja na hayo pamoja na dubi hakika gugu hiki, pamoja na hayo umwangalie nani? Mungu wako ili uokolewe, ili uokoke. Wengine kwa kutofuata sheria za shule wamekuwa watoro, na kwa kuwa wametoroka, wengine wamefukuzwa, na kwa kuwa wamefukuzwa, masomo yao hayo hayapo tena na kwa kuwa hayapo tena, wamekuwa watu wa kutangatanga. Kwa nini hawakumwangalia Mungu? Na hizi sheria za shule zinaasirika katika sheria ya Mungu, na hata sheria za nchi zinatokana na sheria ya Mungu. Ndiyo maana Yesu akasema, mkizishika amri zangu mtakula mema ya, lakini anayemwangalia Mungu akafuata eh? E, akawa mwenye nidhamu akafuata sheria, huyo ndio unaona anasema eh, e, na matokeo yake ni mazuri hey, huyo ndio anasema tena, huyo wamchagua awe kiongozi e, e, tena huyo awe mzee wa mtaa. Nimefurahi kuona kuna na wazee wa mtaa ni, wa, ni wa shule hii. Bila shaka wale wazee wa mtaa, unaona wamekaa vizuri, wametulia, bila shaka wanafuata amri za nani? Za Mungu. Lakini yule asiyefuata amri za Mungu hata wakipendekeza jina sijui, e, e, awe kiongozi wa nidhamu, wanasema huyu awe kiranja mkuu? Hapana, hapana, awe kiranja wa usafi? Hapana, eh. mpaka anaanza fomu 1 anamaliza fomu 4 hajawahi hata kuwa kiranja wa darasa eh. au hata ajawahi hata, hata, hata nafasi ya UKWATA. Eh, unakosa hata haya nafasi zote uzikose hata za UKWATA. Kwa hiyo jitahidi sasa kuonesha kwamba unamwangalia nani? Mungu, ili uokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumwangalia Mungu si tu kufuata amri zake, ni pamoja na kumtegemea daima, kumwamini na kumtegemea daima kama Ibrahimu Ibrahimu akamwamini Mungu, akamtegemea Mungu bila kuoji, mpaka Mungu anamwambia ondoka Harani, uende nchi ya Kanaani, usiulize nami, nitakufanya uwe taifa kubwa. Akasema niko tayari. Ulikuwa ni mwendo wa kama wa kutoka Kampara ukapita Bukoba ukaenda Dar es Salaam kwa mguu, kilometa elfu moja na mia nane na Mwanzo kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa nne. Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wanne. Mungu anamwambia Ibrahimu, kwa kuwa umefuata amuli zangu, kwa kuwa umeniamini, kwa kuwa umenitii, kila atakaye kubariki atabarikiwa. Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wanne. Mmepaona? Unaona? Akamwambia, kwa kuwa umeniamini, umenitegemea, umeniti, atakayekubariki atafanya nini? Atabarikiwa. Atakayekulaani atafanya nini? Ata ninyi kwa kuwa mmemwamini Mungu, inawezekana kuna mtu amekuwa akikulaani laani, eti usifanikiwe, lakini haulaaniki kwa sababu una imani katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe! na na inawezekana kuna mtu amekuwa akijitahidi usiku na mchana kukurogaroga, sio kuroga tu kukurogaroga hilo neno tulikuwa tujajua kama lipo kwenye Kiswahili, lakini ile tabia ile ya kutaka kukurogaroga una ujui au unajua maskini, lakini kumbe haurogeki kwa sababu ya imani ulio nayo katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kwa kuwa umemwangalia nani? Mungu. Mwangalie Mungu uokoke. Yeye ndiye mlinzi wako, yeye ndiye kimbilio lako. Mwangalie Mungu, umtegemee kama Shadrach, Mesha na Abednego ambao katika Danieli sura ya tatu wanaambiwa na mfalme Nebukadnezar, anasema muanze kuniabudu sanamu yangu. Hawa kina Shadrach, Mesha na Abednego anasema tutamwabudu Mungu wa kweli tu mpaka kieleweke. He, wakaweka awamu na wakasema, wakiendelea kutomwabudu Nebukadneza hawa watawekwa kwenye shimo la moto waangamizwe. Lakini kwa kuwa hawa walikuwa wamemwangalia Mungu tu, hata walipowekwa kwenye tundu la moto, tanuru ya moto, hawakuungua. Maana Mungu aliwashushia malaika aliyeondoa uwezekano wa kuungua kwa sababu walikuwa wamemwangalia Mungu wakapona, na mfalme akaamrisha kwamba sasa tangu siku hiyo nchi yake imwabudu Mungu wa kweli wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana kwamba itoshi, katika Danieli sura ya sita, Danieli akiwa ugenini, kwa kuwa alimwangalia Mungu, alimtegemea Mungu tu, akapewa cheo cha kuwa waziri mkuu katika nchi ya ugenini, na wenyeji wakamuonea wivu. Danieli sura ya sita, wakamwonea wivu wakasema, tuweke amri ya kumwabudu mfarume Darius tu, na huyu kwa kuwa anamwabudu Mungu wa kweli, akiendelea na tabia hiyo, awekwe kwenye tundu la simba kama adhabu. Ndipo Danieli aliendelea kumwabudu Mungu wa kweli, kumwangalia Mungu tu mpaka wakamuhukumu awekwe kwenye tundu la simba. Maajabu yanatokea, simba hawakuweza kuwa na hamu ya kumla, wakafanana kama walioshiba. Na mimi simba ninavyomwogopa ukimwangalia, naye yeye anaanzia hapa kwenye kula na ana nguvu nyingi he, nikipiga picha ninaona hawa Namwona huyu Danieli akiwa amekabiliwa na wanyama wanaotisha, lakini kwa uwezo wa Mungu aliyemwangalia akaokoka akapona. Katika jina la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe ukimwangalia Mungu, wanaokutafuta watatafutwa wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Maana mfalme Dariusi alisema hawa waliomshtaki Danieli ndio wawekwe katika tundu la simba, na walipowekwa simba wakawara. Hawa washtaki wako wanao kushtaki kwa uongo, maana kuna wanao kushtaki kwa ukweli, au haiwahusu. Wanao kushtaki kwa uongo watashtakiwa wao wenyewe, katika jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanao kudharau watadharauliwa wenyewe, wanaotaka uangamie wataangamia wenyewe. Maana umemwangalia nani? Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mwangalie Mungu kama Daudi, ambaye anafikia hatua ya kusema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana gongo lako na fimbo yako vyafanya nini? Vyanifariji anayasema hayo kwa sababu alipona mikuki ya Sauli aliyetaka kumwangamiza, alipona mauaji ya Sauli ambaye kwa wivu alitaka kumwangamiza na kwa sababu ya madaraka na vyeo. Ndiyo maana anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana gongo lako na fimbo yako vyafanya nini? Vyanifariji. Ndiyo maana nikasema hata wewe uking'ang'ania kwa Yesu ukashikamana naye ukamwangalia ukamtazama ukamwishia, hautatetemeka hata siku moja, bali utakuwa mshindi na hautakuwa hauta mkia daima. Bwana Yesu asifuwe sana. Ndiyo maana Daudi huyo huyo anasema Zaburi ya 46 mstari wa kwanza, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nini na nguvu, msaada utakaoonekana tere wakati wa mateso Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada huta unikanate <tipa> wakati